Yes, Bwana nilivyokuona, rafiki yangu, una maana gani kuniambia fadhali uvoniona? Nitaka tuongozane wote twende kwa wazazi wako. Hiyo ni nikatambulishe nikuoe. Uende na nani kwa wazazi wangu? Yaani wewe uende na mimi kwa wazazi wangu ukafanye nini? Sikiliza nikwambie kitu. Mimi ninaye naye bwana wangu, nampenda na nipenda. Na nyumbani kwetu nimeshaenda kumtambulisha na ukoo mzima unamtambua upo. Kwa hiyo kuwa na mimi lowazo futa kabisa kwenye akili yako. Yule ni maskini tu, atakusaidia chochote. <laughs> Maskini. Umejuje kama ni maskini bwanangu? Namjua ni maskini tu. Sikiza nikwambie kitu. Wazo lako la kusema kwamba we utakuwa na mimi kwenye maisha yako futa. Yaani mimi siwezi kuwa na mtu kama wewe, alafu siku nyingine wewe ni mwanzo na mwisho kunisimamisha hapa kwanza kuniambia utumbo wako, kuniona nielewa, eh?